Kitu gani leo, umeanza kuniambia muogo ni dawa, na nini, mswaki. Baba, ni miti yote mjukuu wangu, yote ni miti unaona hii? Eh. Yote ni miti unaona. Eh. Eh? Eh? Eh? Muogo huu utakuja kufa babu, hii mingine ni michungu, unakuja unaenda unakata muogo kwa ajili ya kuja kupigiana nini, kwa nini? Eh, hii ni yangu na gari ni yangu. Eh, eh na hii dawa, hii ni dawa kwanza inatibu maradhi ya meno pia babu, muogo ni dawa. Hamna mtu babu, hamna mtu babu, sije hata chochote hapo ndani. Sijamweka mtu yoyote babu. Hii gari imekuja nayo sasa hivi. Nataka niingie nyumbani kwangu watu awatu. Sasa, babu, gari yapita kwenye barabara au mtu apita kwenye barabara, wote mnastahili mpite barabarani? Hapana, kuna sehemu ya kupita watu wa miguu na kuna sehemu ya kupita gari. Sasa wewe ukipita oh, kwenye barabara, mimi nikufanya nini? Gari yako barabarani Umeona pale kuna maji, kwa nini usipunguze ukapita? Sasa makosa kwa ni angu, makosa ni yangu mimi? Makosa ni watengenezaji barabara. Sasa baba, hata wewe mwenyewe una makosa. Hakuna makosa, wanaotengeneza barabara ndo waambiwa zibe mashimo. Mimi niko right kutembea kwenye barabara kwa sababu nalipia barabara, na waambiwa yule mtu amevaa nguo safi alafu anaenda wakashitaki huyo. Sasa lakini mimi niko kwenye barabara naendesha right